Kwa hivyo baba yoyote yule ambaye amepuuzilia mbali, ameacha kumfundisha mwanawe, ma yanfauhu, yale yote anayomfaa yule mtoto, watarakahu sudan, na akamwacha hivi hivi. Yule mtoto anakwenda tu hivi, anahangaika, yuaishi tu hivi hivi sudan, bila ya mwongozo, bila ya nidhamu, bila ya ilmu bila ya misingi yuishi yule mtoto kama wanavyoishi wanyama. waliyadhu billah sudan. ayahsabu linsanu an yutraka sudan, mwanadamu hivi anadhani kwamba ataachwa tu hivi hivi bila ya, ya kupawa mwongozo na sheria na misingi ya kuishi? juu yake hivi ataishi tu kama mnyama, mbuzi? Haiwezekani, kwa sababu kuna mambo ambayo amepewa makhsus, kapewa yeye mwanadamu peke yake, mbuzi akupewa ya, na mnyama akupewa ma huwa

juu ya viumbe vingi ambavyo Allah kaviumba. Pamoja na udogo wake, mwanadamu ni kiumbe mdogo mdogo sana ukimlinganisha na viumbe vingine ambavyo ni vikubwa mno, dhakhma jiddan. Kuna samaki wako baharini, mwanadamu la, utaona ile saizi yake utastajabu utastaajabu sana kwamba kiumbe hiki akakiumba Allah subhanahu saizi hii. Alafu ulinganisha wewe saizi yako na yule samaki, lakini yule samaki na ukubwa wake wote hakupewa fadhila ambayo amepewa mwanadamu na udogo wake, kadhalika viumbe vingine vingi. Kwa hivyo, ikhwani, anaendelea kusema mwanachuoni Ibn al-Qayyim: faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu watarakahu sudan faqad asaa ilayhi ghayat lisaa, baba ambaye amemwachilia lambali mwanawe, hakumfunza taalimu inayomfaa hakumpa manufaa ya maisha, akamwacha tu hivihivi mwanawe huyo. Faqad asaa ilay, baba huyu atakuwa amemfanyia mwanawe ubaya, amemfanyia mwanawe uovu. Ghayat lisaa, tena ni uovu mkubwa mno.

kwamba huu ufisadi ulioenea kwa wana na watoto, inna ma jaa min qibali alaba wa ihmalihim lahum, unatokana na ma, kina, akina baba na wazazi kwa jumla. Wa ihmalihim lahum, na kule kina baba na wazazi kuwaachilia watoto wakawacha hivyo hivyo. Watarki, watarki madha, askiza maneno kwa makini, watarki ta'limihim wa wa zazik, kuwa, kuwacha, kuwa wa na kule kina baba wazazi kuacha kuwafundisha watoto wao faraidha ad-dini, faradhi za dini wa sunan, na suna za dini sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam, maadili ya Qur'an na maadili ya mtume wetu salawatu rabbi wasalam, ndio kukatoka huu fisadi mkubwa tunauona leo kwa watoto

kibara wanapokuwa wakubwa kwa sababu waliwapoteza walipokuwa wadogo. Kwa watoto wale wakikulia katika yale mazingira ambayo baba wamewatengezea, wanakulia hali ya kuwa watoto wale hawana manufaa juu ya nafsi zao wenyewe kwanza, kisha pili hawana manufaa juu ya baba zao. Wamekuwa ni watoto ambao Qur'ani inasema summun bukmun umyun fahum la yaaqilun, hawana faida yote. in hum illa kal an'am, wal iyadhu billah, kama wanyama yote. Haya ikhwani, yameletwana na tarbia, baba anapokosa kuelewa swala hili na uzito wake katika Uislamu na katika maisha, baba ambaye amezaa watoto amezaa wa wana kawaachilia mbaya akawa hana haja ya kujua watoto hao wanaishi vipi maisha yao, na tabia zao, na masulia yao na malezi kwa jumla. Akatosheka baba yule na kusema kwamba mimi nawapelekea chakula kini. Mtoto hana taalim, mtoto hana misingi, mtoto hana ulezi, mtoto hana tarbia na chochote.